Petro wa Pili tatu kumi na nane, lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na mwokozi Yesu Kristo, utukufu una yeye sasa na hata milele. Hiki ni kiwango cha neema anapoongela kukua katika neema, kwamba kama kuna mambo yameshindikana, kama kuna mambo yanatakia kupatikana, hiki kitu ndicho kitakachokuja kukupatia kupatia vile vilivyotangulia mwanzo. Lakini kueni katika neema na katika kumjua Kristo Yesu kufu huko kwake ni kiwango kingine cha ukuaji wa neema au neema ikuayo. Neema ni kiumbe hai ni nguvu iliyo hai, na kama ni nguvu iliyo hai, inapaswa kukua na inapaswa kuongezeka. Na haijalishi mtu anatembea kwenye neema gani au anaishi ana, ana, ana ndani ya neema ya kiwango gani, lazima atamani kukua kutoka hapo kwenda kwenye kiwango kingine tena, aongezeke kutokea hapo. Shetani atakachokuja kupambana nacho ni kuhakikisha anazuia ukuaji wa neema yako, usihame kwenda kwenye kiwango kingine, yaliyotangulia kusema mwanzo kabla ya ile andiko yasitokee kwenye maisha yako. kwa hiyo Mungu anatukusudia tukue na wala tusidumai, kwa jina la Yesu Kristo hautadumaa katika jina la Yesu. Kila eneo la maisha yako kwa neema ya Mungu inayoachiliwa juu yetu litasonga mbele katika jina la Yesu, halitasimama katika jina la Yesu. Amen, kwa neema ya Mungu ikuayo. Kwa kadri neema ya Mungu inavyokua kwenye maisha yako, ndivyo na kila eneo la maisha yako itakavyozidi kukua katika jina la Yesu Kristo.